iki chuo kimejengwa kimkakati kama moja ya hatua kubwa za Serikali katika kutekeleza sera ya taifa ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Pia ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 20, ambayo katika nguzo ya tatu inayozungumzia uwezo wa watu na maendeleo ya jamii imeainisha vipaumbele kadhaa ikiwemo jamii iliyoelimika yenye ujuzi na inayopenda kujifunza na nguvu kazi yenye ujuzi na jamii ambayo tunaenda kuizalisha hapa katika apa hivyo ili kuweza kufikia malengo haya imekusudiwa chuo cha ufundi Dodoma kuwa kituo cha utoaji wa elimu ya ufundi bora hapa nchini napenda kusisitiza tena lengo kuu la serikali kama alivyoagiza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni kuhakikisha kuwa Tanzania inakuwa ni taifa lenye vijana wanaoajirika kwenye masoko ya ndani ya kimataifa kwa kuwa na ujuzi na umahiri uliotokana na matumizi ya teknolojia zinazochochea ubunifu na ushindani. Hivyo, Chuo cha Ufundi Dodoma kitatoa fursa kwa vijana ili waweze kupata mafunzo na elimu ya ufundi itakayowawezesha kupata ujuzi na stadi za kazi zitakazowawezesha kuajiri na kuchangia uchumi na maendeleo ya taifa letu. Nimesikia hapa wakati wa mawasilisho na hotuba ya mkuu kuwa chuo hiki kitajikita pia katika teknolojia ya mambo ya anga, yani space and allied Technology. Na tayari mmeshaanza kushiriki katika mradi wa utafiti wa undaji na urushaji wa satellite ya kwanza Tanzania. Napongeza sana jitihada hizi kwa sababu zinaendana na mipango ya serikali katika kuendeleza na kujenga uwezo katika masuala ya teknolojia za anga ili kutatua changamoto za kijamii katika sekta mbali mbalimbali ikiwemo sekta za kipaumbele kama vile kilimo na utunzaji wa mazingira. Napenda kuchukua nafasi hii pia kupongeza uongozi wa DIT kwa usimamizi wa shughuli za uendeshaji wa chuo cha ufundi Dodoma. Sote tumeona kwamba kazi nzuri imefanyika mpaka hapa tulipofikia, na tunaamini phase 2 ikija, basi tunaenda kukamilisha vizuri sana. Pia nipende kuchukua nafasi hii kuipongeza kurugenzi ya elimu ya ufundi kwa kuendelea kuratibu na kufuatilia kwa karibu majukumu ambayo DIT imepewa kusimamia na kuratibu uendeshaji wa chuo cha ufundi Dodoma. Vilevile nimesikia katika hotuba ya mkuu wa taasisi kuwa ujenzi wa kazi za nje, yani external works, umefikia asilimia kumi na tano na ununuzi wa samani umefikia asilimia kumi. Ili kufikia azma na malengo tuliyojiwekea, napenda nichukue nafasi hii kumwelekeza mkandarasi kuhakikisha kuharakisha shughuli za ujenzi ili zikamilike kama ilivyopangwa. Sambamba na hilo, ninamwelekeza mzabuni wa samani zaya njero supply eh, kuleta na kufunga samani haraka kadiri iwezekanavyo. Wapo hawa zaya? Ah, okay. Basi tuna, tuna waamini, tumewaamini na tunatarajia tuna kwamba mambo yataenda vizuri. Mwisho kabisa napenda kuhakikishia kuwa maombi mliowasilisha ikiwemo: upatikanaji wa fedha za ujenzi wa miundombinu, upatikanaji wa watumishi, fedha kwa ajili ya ujenzi wa awamu ya pili, kukiwezesha chuo hiki kuwa kituo maalum cha kujifunzia masuala ya teknolojia ya anga za juu, na kukiongezea chuo uwezo wa kudahili wanafunzi kutoka idadi ya sasa ya mia sita hadi kufikia malengo kusudia wanafunzi elfu tatu nimeyapokea na tutaenda kuyafanyia kazi wizarani. Baada ya kusema hayo, mimi naomba niwashukuru sana sana mkurugenzi kwa kazi nzuri ambayo meifanya ya kuhakikisha kwamba chuo hichi kinafikia hatua hii, lakini pia tunavyoenda fezi ya pili tunaenda kukamilisha kabisa kabisa. Sasa tujipange vizuri, kwa sababu tunaenda kuchukua wanafunzi mia sita, tuhakikishe kwamba huduma zote zile ambazo mlizosema mnaendelea nazo tuhakikishe zinakamilika. Nimeona pale TANESCO sikuona maji, lakini najua mnaendelea, kwa sababu watoto mia sita taa sio kidogo na sio kazi rahisi, lazima tujipange, ikiwemo lile la utumishi ambalo umesema kwamba watumishi watangulie watoto waje wakute watumishi wameshafika. Natakia kila laheri katika hayo, lakini na sisi wizara tunaenda kuhakikisha kwamba haya yote ya na, ya na, tunawezesha ili kukamilisha haya ambayo natamani yangekamilika kabla wanafunzi hawa hawajaja. Lakini wito wangu wa mwisho, sijajua kama phase 2 ina kurudi uzio, lakini naomba uwe considered katika hili, kwa sababu watoto tuenda kuweka watoto 600 hapa, lazima wawe salama na wawe katika mazingira salama ya kujifunza. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.